Leo ilikuwa ni siku muhimu sana uh, katika vikao ambavyo tunavifanya tukiwa ofisi ya msajili wa hazina pamoja na wadau wakuu uh, katika uh, eneo la sheria ambao ni ofisi ya mwanasheria mkuu, ofisi ya wakili mkuu uh, lakini pia ofisi ya mtungaji sheria mkuu uh, mwandishi mkuu wa sheria um, ofisi ya msajili wa hazina inasimamia mashirika kama mia tatu na nane mia mbili hamsini na mbili ambayo yanamilikiwa na serikali moja kwa moja, na hayo mengine ni yale tuna ambayo tuna ubia katika yale mia mbili hamsini na mbili ambayo tuna umiliki mkubwa wa moja kwa moja, ni mashirika ambayo tunaitegemea. Ofisi ya, ya mwanasheria mkuu kama ee, ndio ofisi kuu inayotuangalia katika upande wa sheria na mtakuwa mnakumbuka kumekuwa na maagizo ya mheshimiwa raisi kutaka kuona tunaboresha sheria zetu uh, ili ziendane na dhana na dira nzima ya nchi ambako tunaelekea sasa. Uh, sheria hizo pamoja na kupita kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu, lakini na mwandishi mkuu wa sheria. Kwa hiyo, naye ilikuwa ni vizuri tukakaa hapa, ni mda wetu mkubwa kwa sababu hatuna sheria ambayo inaweza ikapita bila, bila yeye kuwa amesimamia na kuhakikisha kwamba imeandikwa vizuri. E, maeneo ya mikataba maeneo ya kisheria ni maeneo ambayo unaweza ukapoteza pesa nyingi sana, lakini pia tuna uwezo wa kuokoa pesa nyingi sana, sio za kushtakiwa, lakini hata kimkataba, katika kupitia na kuhakikisha kwamba una vifungu vizuri sana. Kwa hiyo ofisi ya mwanasheria mkuu kwetu ina umuhimu wake mkubwa sana, ya mwandishi uh, mkuu wa sheria ina umuhimu wake mkubwa sana katika kupika sheria, lakini ya wakili mkuu wa sheria ina umuhimu mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba kama tunakuwa na mikwamo iko mahakamani, tuna kesi ziko mahakamani then tunatembea nao na tunahakikisha kwamba uh, tunazimaliza hizo kesi. Kwa ushirikiano huu tunaenda kufanya na vikao vingi ambavyo tutakuwa tunafanya sasa kila mwaka, itatusaidia kuhakikisha kwamba mambo ya kisheria yote yanakuwa yanaenda vizuri na yanakuwa na tija uh, katika wekezaji au wekezaji unakuwa na tija katika nchi, kwa kuwa tunakuwa hatuna mambo mengi au riski nyingi ambazo tunazichukua kisheria kwa kuwa tunakuwa tumezi address mapema. Uh, katika kufikia asilimia kumi ya makusanyo ya kodi tunachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji ambao ni sehemu ya mabadiliko ambayo tumekuwa tunayafanya reforms zinazofanya. Kwa hiyo tunategemea kwamba taasisi zetu zitaongeza mapato, zitaongeza mapato kwa kuongeza idadi ya wateja uh, lakini pia kwa kuongeza mazao yani products wanazozitoa kwa watu wa biashara na watu wengine wote. Lakini pia kwa kupunguza uh, matumizi. Lazima tuangalie matumizi, na tunaposema kuangalia matumizi, manake matumizi lazima yatumike yale yenye tija ambayo yanaenda kuibua na kuleta uzalishaji ulio mzuri. Kwa hiyo nidhamu nzima, kuwa na watu wanaojitambua, kuwa na watu wenye malengo na mikakati, itatusaidia sana kuweza kusonga mbele, na tunafikiri kwa kiwango kikubwa sasa hivi tumekuwa tunafanikiwa, na na uhakika kabisa, na naweza nikasema kwa kujamini kwamba taasisi nyingi sasa zimechukua ownership ya kufanya Uh, haya mabadiliko au reforms za kiuchumi. Ni washukuru kwa kuungana na sisi katika kikao kazi hiki ambacho kimehusisha ofisi nne. Eh, ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali, ofisi ya Wakili Mkuu wa Serikali, ofisi ya Mwandishi Mkuu wa Sheria na ofisi ya Msajili wa Hazina. Tumepanga kukutana leo ili kuweka mikakati na maazimio ya namna bora ambavyo E, taasisi hizi za kisheria kwa kushirikiana na ofisi ya msajili wa hazina zinaweza kukaa pamoja na kutengeneza e, mikakati ya namna bora ya kushirikiana katika kulisukuma gurudumu la maendeleo, hasa kwenye sekta ya sheria, na sheria hizi ndizo ambazo zinaongoza taasisi zote za umma na ndizo ambazo zinasimamia uwekezaji hapa nchini. Sasa sekta hizi za umma zinafanya shughuli zake kwa mujibu wa sheria na sheria hizi ambazo ndizo zinasimamia uwekezaji huu ndizo ambazo ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali inazitumia kutoa ushauri kwa serikali. Sasa yapo mambo mengi ambayo tumekubaliana e, tuyape kipaumbele tukiwa tunatazama e, Dira elfu mbili na hamsini na katika kuvutia uwekezaji wa sekta binafsi hapa nchini. Na nafasi ya mashirika ya umma na hasa ofisi ya msajili wa hazina katika kutimiza e, lengo hilo ambalo e, serikali imeliweka katika kipindi cha miaka ishirini na tano ijayo. Kwa hiyo utaona kwamba mchango wa, wa sekta ya sheria katika kutengeneza na kutunga sheria au kupendekeza mabadiliko ya sheria ambazo zitaweza kusaidia kuwezesha sekta binafsi na, hasa, na hata sekta za umma kuhakikisha kwamba tuna e, tunafikia tageti iliyowekwa ya e, dola trilioni moja ifikapo elfu mbili na hamsini.